Nikukaribishe mzee hapo hapo kutoka katika familia, kwa ajili ya utangulizi wangu. Karibu, asalamu alaykum warahmatullahi. Kama baba wa familia nawakaribisheni yote Wakaribisheni washaha waumini wa Kiislamu ambao si Waislamu ambao watakuwa wamehudhuria katika muhadhara katika muhadhara. Hizi ni rehema za Allah, ndiye anawezesha kila kitu, kuwa asipowezesha hakiwezekani. Hawa ah, ni wazee ndani ya familia hii, ndani ya familia oabmpamodoñfe kwa jina anaitwa Daud Abdallah bin nan Abdallah ibn Kahapa